Naam mtazamaji wa Trend TV bwana, nadhani utakuwa unafahamu kwamba Harmonize Konde Boy aliishatangaza kuhusiana na ujio wa albamu yake ambayo inakwenda kwa jina la 31 yaani kwa lugha ya Kiswahili 31 Nadhani kila mtu atakuwa nafahamu kuhusiana na hilo swala la Harmonize kutangaza kuujio albamu yake hiyo mpya. Albamu yake nadhani itakuwa ya ni albamu ya sita kama Mm? Yeah, we... baada ya albamu nyingine takriban tano ambazo tayari zimeisha toka sasa, hii ni albamu ya sita ambayo Harmonize ametangaza kwamba ataitoa na hii albamu yake bwana, amesema kwamba ameidedikati zaidi kuhusiana na maisha yake yeye mwenyewe Harmonize uh, bwana amesema kwamba albamu hii ameipa jina hilo la 31 kutokana na kwamba sasa hivi ana umri wa miaka 31, which means kwamba ameitoa hii albamu akiwa a. Katika hii albamu humo ndani content zinahusiana na jinsi ambavyo yeye alipotoka mpaka sasa hivi alipo kufikisha miaka hiyo 31. Kwa hiyo atazungumzia uh, maisha yake kwa ujumla, tokea huko mwanzo mpaka alipofikisha umri wa miaka 31 na, na ndio maana albamu hiyo ameipa jina hilo la 31. Sasa katika hii album Harmonize pia alisema kwamba amelenga zaidi kufanya kazi ambazo zitakwenda kimataifa, yani amelenga zaidi mziki ambao utaenda kimataifa, worldwide music eh, kutokana na kwamba amefanya collaboration nyingi sana international, eh, na list ya collaboration alishazitaja. Kabisa nadhani utakuwa mnafahamu kwamba Harmonize alisema kwamba amefanya kazi na jamaa anaitwa Mohamed kutoka pande za Misri, ambaye ndiye msanii anayeongoza zaidi kwa subscribers wengi kwa Afrika nzima kwa ujumla, ukiachana na ile kwamba kusini mwa jangwa la Sahara, tunafahamu kwamba Diamond Platnumz ndiye anaongoza, lakini kwa kule juu ya jangwa la Sahara, Misri huko, huyu jamaa Mohamed ndiye anayeongoza. Sasa huyu jamaa bwana, amefanya collaboration na Harmonize Konde Boy, na hiyo collab bwana ipo katika ngoma katika, ni moja kati ya ngoma ambazo zipo katika albamu yake mpya kabisa Harmonize ya 31. Lakini pia ukiachana na hilo, Harmonize amefanya kazi na wasanii kadhaa kutoka Nigeria akiwemo Yemi Alade lakini pia vilevile vile kuna wasanii kutoka South Africa kama vile Focalistic ni moja kati wasani ya wasanii ambao Harmonize amefanya nao kazi. Nadhani utakuwa unakumbuka kwamba Harmonize mwenyewe aliposti kupitia ukurasa wake wa Instagram kuhusiana na safari yake kwenda South Africa. Alienda huko kwa ajili ya kufinalize albamu yake, alikutana huko na Costa Titch. Kwa hiyo kuna ngoma uh, sorry amekutana huko na uh, Focalistic ambapo kuna ngoma tayari zilishaonekana. Kuna takribani ngoma mbili ambazo wameshirikiana, moja ameshirikishwa yeye Harmonize, lakini nyingine inasemekana kwamba uh, yeye ndiye amemshirikisha katika ambayo ipo katika albamu yake ya 31 kwa hiyo, at the end of the day ni kwamba kuna kolabo nyingine tena kutoka kwa Harmonize, Gonde Boy, na Focalistic na hii ndio itakuwa kulabu ya pili, maana ya kwanza tayari ishatoka, ambao ni wimbo wake mwenyewe Focalistic ambayo amemshirikisha Konde Boy. Lakini jambo lingine ambalo limemake headline bwana siku hii ya leo ni kwamba kuna hizi video ambazo zimevuja zikiwa zinamuonyesha Diamond Platnumz naye akiwa yuko location anashuti video ya music kati yake yeye na msanii huyo huyo, uh, Focalist na tunafahamu kwamba Diamond na Focalistic washafanya ngoma kadhaa, na hii hapa bwana, ni ngoma nyingine tena. Kwa hiyo mara tu baada ya Harmonize kufanya kazi na Focalistic kwa mara ya kwanza, Diamond tena na Focalistic wameshaandaa tena goma lingine ambalo linatarajiwa kutoka anytime soon. So peji mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na swala hilo la Diamond, kwa mara nyingine tena kushirikiana na msanii huyo kutoka pande za South Africa, ambapo wadau bwana wamekuja kuweka maoni yao, comment zimekuwa ni nyingi, lakini pia kupita katika peji za Wasafi nao pia wameripoti kuhusiana hili swala. Kwa mfano hapa kuna peji ya Wasafi, wamekuja wameandika kwamba wameandika kwamba get your speakers ready something big is coming, alafu hapo akamtag pale Diamond na Wakamtagi pia uh, Focalistic na pia vilevile vile ukipita katika peji ya Focalistic mwenyewe naye ameposti picha ambayo inamuonyesha akiwa yuko na Diamond Platnumz, picha takriban 20 akiwa yuko wanashuti na, mze, yuko behind the scene, wana na Diamond, lakini pia vilevile vile, e, tumeona mpaka hizo baadhi ya video ambazo pia zinaonyesha wakiwa wako behind the scene, wakiwa wanashuti pamoja kwa hiyo e, hii ni project ambayo nadhani wenyewe pia wameipania kweli kweli kuitoa <tune> lakini sio tu kwamba labda eti tumemwona Diamond behind the scene, pia vile vilevile tumepata kuona baadhi ya vitu ambavyo zombi eh, namzungumzia Estokizi akiwa na yeye naye amefanya na Focalistic eh, kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaonyesha kwamba zombi Estokizi eh, naye pia ni moja kati ya watu ambao wamehusika katika production ya audio eh, kutoka kwake Focalistic katika ngoma ya Focalistic na Diamond Platnumz. Ya, yeah! lakini pia vilevile vile ndo hivyo, kuna hizo video za behind the scene na vitu vingine kibao, lakini Focalisti mwenyewe kupitia kurasa wake wa Instagram ameandika kwamba eh, stress eh, ameandika kwamba strizy baby ke mo sepenang something is coming, akamtagi pale Diamond Platnumz akaandika kwamba based on a true story unaambia kwamba Focalistic bwana ameamua kutoa hiyo nyimbo, lakini kwa mujibu wake mwenyewe wa anadai kwamba hii nyimbo ambayo inatoka hivi karibuni kati yake na Damo Planam ambao ni collab, huku zombi stukizi akiwa ndo produsa wa hii ngoma ni wimbo ambao una maana kubwa sana kwake kutokana na kwamba umebez kwenye true story. Yani ni wimbo ambao umebez kwenye true story, yani ni kitu ambacho kweli kimeshawahi kutokea katika maisha yake, ameamua kukiimba, na katika huo wimbo ndo ameamua kumshirikisha Diamond Platnumz. So peji mbali mbalimbali pia hapa Tanzania zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari. Kwa mfano hapa kuna peji ameandika kwamba eh, Diamond na Focalistic wamerejea na balaa jipya la kimataifa. Alafu hapa kaandika kwamba eh, bwana, ni muda sasa tangu kupata eh, ngoma kali mziki wa mapiano kutoka kwake Diamond Platnumz, pamoja na msanii kutoka South Africa, Focalistic, kuachia wimbo hawa pamoja wa iyo ambao ulifanya vizuri sana kimataifa. Ikiwa namaanisha kwamba tunakumbuka kwamba Focalistic na Damo Platnumz ngoma yao ya mwisho kushirikiana ilikuwa ni ule wimbo wa io ambao ni moja kati ya nyimbo ambazo zilifanya vizuri sana worldwide. Sasa hii ni mara nyingine tena e, hapo wakaendelea kusema kwamba bwana, taarifa njema ni kuwa kutoka kwenye ukurasa wa Instagram wa msanii Focalistic e, wa nchini Afrika ya Kusini, ameweka wazi ujio wa kolabo nyingine tena na Diamond Platnumz. Licha ya kuwa hajaweka wazi ni lini imetoka, lakini ni lini itatoka, lakini picha tayari ameshaziposti wakiwa pamoja na ujumbe akiwa ameuambatanisha hapo kwamba watu wakae tayari. ya so hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau, huweka maoni yako katika comment section kama ilivyokuwa kawaida eh, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vilevile hakikisha vile, unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.